Katika safari yetu ya hekima iliyopita, tuliangalia Yesu alipodai kwa kishindo kuwa yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Aliwaahidi wote waliokuwa vipofu kiroho kwamba angeweza kuwapa kuona, yaani kwamba angeweza kuwapa nuru ya uzima wa milele. Basi majibu yao yalikuwa ni kuchukua mawe ili wamtupie, na tumeambiwa kwamba Yesu alijificha kutoka kwa hawa watu vipofu kiroho na akajiondokea kimya kimya. Sasa tunapoendelea na uchambuzi wetu wa maisha ya Kristo kwa mpangilio wa matukio katika injili hizi, kile kinachofuata kimeandikwa katika Injili ya Yohana sura ya tisa ambapo Yesu atajifunua kwa mtu aliyekuwa kipofu kimwili na majibu yake yatakuwa tofauti kabisa. Mstari wa kwanza unasema Yesu alipokuwa akipita alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa, na wanafunzi wake wakamuuliza, Rabi, ni nani aliyetenda dhambi mtu huyu au wazazi wake, hata akazaliwa kipofu? Unapaswa kuelewa kwamba wanafunzi walikuwa wanarudia tu mafundisho maarufu ya wakati wao, kwamba kama kuna ugonjwa, basi ni adhabu kwa dhambi ya mtu binafsi. Ugonjwa lazima uwe ni kosa la mtu fulani. Ndugu wapendwa, leo tunaishi katika dunia yenye mateso, na mateso yote yanaweza kurudi nyuma hadi kuanguka kwa, kwa mwanadamu katika dhambi. Lakini kila ugonjwa mtu anaupata si lazima uwe matokeo ya dhambi fulani maalum aliyoifanya. Ugonjwa au mateso si lazima iwe ni hukumu ya Mungu katika maisha ya mtu. Kwa kweli, katika kesi ya huyu mtu kipofu hapa, Yesu anasema hapa kwenye mstari wa tatu, si kwamba mtu huyu alitenda dhambi wala wazazi wake, bali ni ili kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Fikiria hilo. Kwa maneno mengine, upofu wa mtu huyu ulipangwa na Mungu ili nguvu za Kristo zionyeshwe katika maisha yake wakati huu na niambie, mpendwa, ugonjwa wako leo utaonyesha, unaweza kuonyesha ukweli wa ndani zaidi kuhusu tabia ya Mungu, yesu ni nani, na nguvu za Kristo katika maisha yako, iwe umepona au la. Sasa huyu mtu kipofu yuko karibu kufunua jambo kuhusu Yesu ambalo lilikuwa muhimu zaidi kuliko e nguvu ya uponyaji. Hapa kwenye mstari wa tano Yesu anasema, maadamu niko ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Sasa unaweza unaweza kutambua usemi huo e eh, kutoka sura ya nane ambapo Yesu alishughulika na upofu wa kiroho na giza la kutokuamini. Yesu aliahidi kwamba angeweza kuponya upofu wa kiroho kwa ufanisi kama watu wangemfuata. Sasa kinachotaka kutokea ni kiungo kati ya kile Yesu alichosema kwenye sura ya nane na kile anachotaka kufanya hapa kwenye sura ya tisa. Sasa fuata hili kama anaweza kuponya upofu wa kimwili basi bila shaka anaweza kuponya upofu wa kiroho sasa mstari wa sita. Baada ya kusema mambo haya, akatema mate chini na kutengeneza tope kwa mate, kisha akapaka macho ya yule mtu kwa tope na akamwambia, nenda ukaoge katika birika la Siloamu, ambalo maana yake ni aliyetumwa. Basi akaenda, akaoga, akarudi akiwa anaona. Sasa hii ni amri ya ajabu kidogo kutoka kwa Bwana na tunahitaji kuiona katika muktadha wa sikukuu ya vibanda ambayo ilikuwa imemalizika hivi punde wakati wa siku kuu. Birika la Siloamu lilikuwa mahali ambapo kuhani alienda pale na kujaza birika na maji, kisha akayachukua kurudi kwenye madhabahu ya hekalu na kuyamwaga chini ya madhabahu. Hii ilikuwa sherehe ya kidini iliyokuwa inaashiria nguvu ya Mungu na uwepo wa Mungu. Hivyo Yesu anampeleka huyu mtu kipofu kwenye lile lile birika. Mtu huyo anatii, anatumia yale maji kwenye macho yake yasiyoona, na anapofumbua macho na kuondoa ule ukungu wa maji, mwanga unaingia kwa wingi na anaweza kuona. Na anawaambia watazamaji wote wenye hamu kwamba ameponywa na mtu aitwaye Yesu, kama tunavyoambiwa hapa kwenye mistari ya nane hadi kumi na mbili. Hivyo basi hapa ndipo hoja ilipo. Ikiwa taifa la Israeli litamtumaini Yesu, maji yaliyo hai, litaponywa upofu wa kiroho na kuja kuona nuru ya uzima wa milele. Lo, wataponywa kiroho. Haitapitia sherehe za kidini, itatokea kupitia nguvu za Kristo. Lakini kwa bahati mbaya, sehemu iliyobaki ya sura hii inaandika majibu ya upofu ya Mafarisayo. Kwanza Wanamhoji tena yule ombaomba aliyekuwa ameponywa na anawaeleza kwa usahihi kabisa kile kilichotokea. Baadhi ya mafarisayo wanabishana kwamba Yesu hawezi kuwa anatoka kwa Mungu kwa sababu huu uponyaji ulitokea siku ya Sabato. Unaona, kwa mujibu wa mafarisayo, ilikuwa sawa kufanya tiba siku ya Sabato kama maisha yako yalikuwa hatarini, lakini maisha ya huyu kipofu hayakuwa hatarini, hivyo ilikuwa kinyume na sheria zao lakini sasa wamekwama hapa. Mstari wa 16 unaonyesha hivyo, kwa sababu wako pamoja wakijaribu kutafuta suluhisho. Halafu mmoja wao anauliza, mtu mwenye dhambi anawezaje kufanya ishara kama hizi, kumpa huyu kipofu uwezo wa kuona? Hiyo ni ishara ya kimasia, ndiyo hiyo, ndiyo ilitarajiwa kwamba masia angeweza kufanya alipokuja. Sasa baadhi yao wanapendekeza kwamba labda yule mtu hakuwa kipofu kabisa, labda anabuni tu hadithi hii. Kwa hiyo wanawaita wazazi wa yule ombaomba na kuwauliza maswali. Hii hapa ndiyo majibu yao kwenye mstari wa ishirini: tunajua huyu ni mwana wetu na kwamba alizaliwa kipofu, lakini jinsi anavyoona sasa hatujui. Muulizeni yeye, ana umri wa kujieleza, atajibu mwenyewe. Ni jambo la kusikitisha hapa, lakini hawataki kujihusisha na mzozo huu. Mstari wa ishirini na mbili unatueleza kwamba walikuwa wanajua kabisa kwamba mtu yeyote atakayekiri kwamba Yesu ndiye Kristo, yaani Masiya, aliyepakwa mafuta, atafukuzwa kwenye sinagogi, na hilo lilikuwa jambo la kutisha sana. Wakati huo watu walifundishwa kwamba kufukuzwa kwenye sinagogi ni sawa na kutengwa na Mungu lakini huyu ombaomba hapa, yeye kabisa haogopi hata kidogo. Wakati viongozi wa dini wanaporudi kwake mara ya mwisho hapa kwenye mstari wa 24, wanamwambia yule mtu aliyepata uponyaji, basi mpe Mungu utukufu. Hiyo kwa njia ni kauli ya kisheria ambayo inamaanisha useme ukweli. Anajibu kwenye mstari wa 25, kama Yesu ni mwenye dhambi, sijui Jambo mmoja najua, kwamba ingawa nilikuwa kipofu, sasa naona. Nasikiliza, hawawezi kabisa kupinga ushuhuda wa kibinafsi wa huyu mtu. Kwa njia, wapendwa, huenda leo huna majibu yote. Labda unahisi kuogopa kuzungumza na watu kuhusu Kristo, lakini una ushuhuda wako wa kutoka upofu wa kiroho hadi kuona kiroho. Waambie tu watu kuhusu hilo. Sasa, huyu ombaomba hapa ni jasiri kweli. Anawauliza hawa Mafarisayo. Sasa hapa kwenye mstari wa 27, na je, nanyi pia mnataka kuwa wanafunzi wake? Kwa maneno mengine, je, mnataka kuona? Sasa, kama unavyoweza kufikiria, Mafarisayo wameudhika sana na changamoto hii. Mstari wa 34 unasema walimfukuza. Hiyo inamaanisha walimtoa kabisa walimfukuza kwenye sinagogi. Walihakikisha hawezi kufika tena na kutoa ushuhuda wake kwenye ibada inayofuata. Sasa napenda kinachotokea baada ya hapo. Mstari wa thelathini na tano Yesu aliposikia kwamba wamemfukuza akamtafuta na alipompata akamwambia, Je, unaamini katika mwana wa Adamu? Akajibu na ni nani huyo bwana, ili niweze kumwamini? Yesu akamwambia, umemwona ni yeye anayezungumza nawe. Akasema, Bwana, naamini, akamsujudia na kumwabudu. Fikiria hilo huyu, ni ombaomba -omba wa maisha yake yote, mtu kipofu tangu kuzaliwa, na sasa anaona kabisa. Yeye yeye yeye, angalau inaonekana kama vile wazazi wake waliomwogopa wamemtelekeza, na bila shaka ameshambuliwa na viongozi wa dini. Lakini Yesu anaenda na kumkuta na kumkuta, kumkumbatia. Alikuwa ameambiwa unajua, huwezi tena kuja na kuabudu kwenye sinagogi, lakini una nini hapa? Una ibada isiyo kama nyingine yoyote, na huu mkutano wa kibinafsi na Bwana unampa nguvu, hakika utampa nguvu ya kumvusha kwenye siku ngumu sana zinazokuja mbele yake. G. Campbell Morgan alikuwa mmoja wa walimu wa Biblia wanaojulikana sana katika kizazi chake. Hadi leo yeye ni mmoja wa waandishi ninaowapenda zaidi. Mwaka 1888 aliomba kujiunga na dhehebu la Wesleyan kama mchungaji. Alikuwa amefaulu mitihani yake ya maandishi ya theolojia, lakini bado alikabiliwa na jaribio la kutoa mahubiri ya majaribio mbele ya jopo la maprofesa na wasomi. Basi alihubiri vibaya kiasi kwamba maombi yake yakakataliwa. Morgan alituma telegramu kwa baba yake yenye neno moja tu, umekataliwa. Baba yake alijibu, umekataliwa duniani, umekubaliwa mbinguni. Basi ngoja ni kuambie, Gikambel Morgan aliendelea kuwa mwalimu mwenye nguvu wa Biblia na pia mwandishi maarufu wa vitabu. Umati mkubwa wa watu ulikuwa unakusanyika kumsikiliza akifafanua maandiko. Huyu mtu kipofu ambaye Yesu alimponya anaweza kuwa amekataliwa duniani, lakini amekubaliwa mbinguni. Imani yake kwa Yesu, nuru ya ulimwengu, inamwezesha sasa kuona kiroho pamoja na kuona kimwili. Lakini Mafarisayo wameamua kubaki vipofu kwa ukweli. Kuona au kutoona?